Raisi wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango mpya wa ushuru wa biashara utakaoweka ushuru wa angalau asilimia kumi kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani na viwango vya juu zaidi kwa bidhaa kutoka nchi kadhaa zenye nakisi kubwa ya biashara na Marekani. Akizungumza kutoka kwenye bustani ya Rose Garden katika ikulu ya White House, Trump amesema kuwa mpango huo unalenga kuimarisha viwanda vya ndani kulinda usalama wa taifa na kurejesha uhuru wa kiuchumi wa Marekani. Trump alifafanua kuwa Marekani haiwezi tena kuendelea na sera ya kujisalimisha kiuchumi upande mmoja. Mambo muhimu kutoka katika tangazo la Trump. Uh, ushuru wa msingi wa asilimia kumi ambapo bidhaa zote kutoka mataifa yote zitatozwa ushuru wa asilimia kumi isipokuwa yale yaliyo chini ya mkataba wa biashara huria wa USMCA kati ya Marekani, Canada na Mexico bidhaa zisizoendana na mkataba huu zitaendelea kutozwa asilimia 25. Ushuru huu utaanza kutumika Jumamosi saa sita na dakika moja usiku kwa saa za Marekani ushuru wa kulipiza kisasi Reciprocal tariffs. Mataifa takriban 60 yataanza kutozwa ushuru kwa kiwango sawa na nusu ya wanavyotoza bidhaa za Marekani. Hatua hii itaanza kutekelezwa April 9 saa 6 dakika 1 usiku. Sasa hii hapa nitakuletea orodha ufahamu Tanzania na hizi nchi zetu. Hii hapa katika ushuru wa kulipiza tumepigwa vipi. Ushuru wa magari: kuanzia saa sita usiku leo, magari yote yanayotengenezwa nje ya Marekani yataanza kutozwa ushuru wa asilimia ishirini na tano ambapo Trump amesema hatua hiyo inalenga kushughulikia mabaya ya kiuchumi ambayo yameathiri msingi wa viwanda vya Marekani, huku masoko ya hisa yakifunga kwa matumaini kabla ya tangazo hilo. Bei za hisa zilianza kushuka baada ya mpango huo kutangazwa, ambapo Dow Futures ilishuka kwa pointi 256 au asilimia 0.61, S&P 500 kwa asilimia 1.69 na Nasdaq 100 kwa asilimia 2.54. Trump amesema kuwa baadhi ya nchi washirika wanaathiri biashara zaidi kuliko hata mahasimu wa Marekani. Marafiki wengine ni wabaya zaidi ya maadui zetu katika biashara, alisema. Lakini hali ni mbaya, biashara imeharibu viwanda vyetu na kuweka hatarini usalama wetu wa taifa. Wachambuzi wanasema mpango huu unaweza kusababisha vita vya kibiashara duniani na kuongeza gharama za bidhaa kwa utumiaji wa Marekani katika kipindi ambacho uchumi uko katika hali tete. Turudi katika ule ushuru wa kulipiza tuangalie, kwa nchi zetu za Afrika, hasasa za Afrika Mashariki, hali ikoje sasa? Uh, hii hapa ndio taarifa ya reciprocal tariffs, ambazo, ambapo kila nchi ipo. Kuna sehemu ambayo imeandikwa tariffs charged to the USA including currency manipulation and trade barriers Alafu nyingine US discounted reciprocal tariffs. Ufafanuzi kwenye hii column ya kwanza, ambapo wanaposema tariff charge to the USA including currency manipulation and trade barriers, hii ina maana ya jumla ya vizuizi vya kiuchumi vinavyowekwa na nchi nyingine dhidi ya bidhaa kutoka Marekani. Yaani uh, tukianza na tariff charge the USA hapa inamaanisha ushuru wa forodha unaotozwa kwa nchi nyingine kwa bidhaa zinazoingia kutoka Marekani. Kwa mfano, kama Marekani inauza magari kwa nchi fulani, nchi hiyo inaweza kuweka ushuru wa asilimia ishirini kwa magari hayo. Na kuhusu currency manipulation ni kwamba pale nchi nyingine zinapodhibiti thamani ya sarafu yao kwa makusudi ili kufanya bidhaa zao ziwe rahisi kuuza nje export na bidhaa za Marekani ziwe ghali kuingia ndani yao kuingia ndani yao import. Hii huathiri usawa wa biashara kwa Marekani, kwa sababu bidhaa za Marekani zinakuwa hazishindani kwenye soko la kimataifa. Kuhusu trade barriers, hii inajumuisha vikwazo vingine visivyo vya moja kwa moja kama vile sheria ngumu, ngumu za ubora bidhaa, leseni za kuingiza bidhaa, vikwazo vya kiutawala au vibali maalumu, kodi zisizo za moja kwa moja yani non tariff barriers. Sasa kwa ujumla, hii sentensi ina maana kuwa Uh, baadhi ya nchi zinaweka ushuru mkubwa, zinadhibiti sarafu zao kwa manufaa yao, na zinaweka vizuizi vya kibiashara, jambo ambalo linaathiri bidhaa za Marekani na kuongeza upendeleo kwa bidhaa zao. Kwa hiyo sasa ndio maana reciprocal tariffs zimebase kutokana na hayo mambo, ndio maana unaona katika nchi nyingine zinakuwa kubwa, nchi nyingine zinakuwa ni ndogo. Alafu katika column ya pili inayosema USA discounted reciprocal tariffs, kama ambavyo una uh, neno lenyewe reciprocal ni kwamba ni ushuru wa forodha wa kulipiza. Uh, discounted maana yake kiwango hicho kimetolewa punguzo, yaani hakitakuwa sawa kabisa bali kitakuwa chini kidogo ya kile kinachotozwa na nchi husika kwa Marekani. Kwa mfano, nchi X inatoza ushuru wa asilimia 40 kwa bidhaa za Marekani, basi Marekani inaweza kulipiza kwa ushuru wa asilimia 20 tu kwa bidhaa kutoka nchi hiyo X. Hiyo ndo discounted reciprocal tariff. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba hii ni hatua ya Marekani kulinda uchumi wake, lakini kwa njia ya wastan. Badala ya kulipiza ushuru kwa kiwango kamili, kwa asilimia mia moja, wanaweka punguzo ili kuepuka vita kali vya biashara, huku wakitoa ujumbe huo kwamba wanatenda kwa haki. Hiyo kolam ya kwanza ni vile ambavyo hii nchi husika inaitoza Marekani so far, halafu yenyewe inalipiza vipi? Inalipiza kwa, kudis, kwa discounted Reciprocal Tariffs. Kwa hiyo imekuwa na huruma kidogo, ambapo Moldova yenyewe ina chaji Marekani kwa asilimia 61. Sasa walichojibu wa Marekani, wao wameweka kwa asilimia 31, ambao ni discount. Kongo ilikuwa ina chaji kwa asilimia 22, halafu ime eh, pigwa yenyewe kwa asilimia 11 discounted. Naona Angola wao walikuwa na 63 wamepigwa kwa 32. Sisi Tanzania tulikuwa tunaichaji ama tunaendelea kuichaji Marekani kwa asilimia kumi. Kwa hiyo sisi hatujapunguziwa. Sisi tumebakizwa pale pale asilimia kumi. Au sio? Kwa hiyo eh, bidhaa zetu za Tanzania zinapouzwa Marekani zitapigwa pia kodi ya, ya forodha, ushuru forodha wa forodha wa asilimia kumi pia. Iraq ilikuwa inawapiga 78 imepigwa 39. Senegal 10 10, na zingine naona zinacheza kwenye kumi hapo. Halafu tuangalie nchi kama China yenyewe ilikuwa inawapiga 67 imepigwa 34. European Union ilikuwa inapiga 39 imepigwa 20 kwa discount. Alafu Vietnam ilikuwa inawapiga 90 imepigwa 46 alafu halafu South Korea ilikuwa nawapiga 50 imepigwa 25. Naona hapa pia South Africa ilikuwa nawapiga 60 imepigwa 30 ya bei ya discount. Nchi nyingine hapa za kuangalia Kenya. Sasa Kenya ilikuwa nawapiga 10 na yenyewe imepigwa 10, kwa hiyo hakuna discount, ni ile ile kama ilivyokuwa. Nigeria walikuwa wanawapiga 27, wao wamepigwa 14. Naona vile vile Ghana 17, wamepigwa 10 pia